Na nikagundua kuna makanisa nguzo imekatika, umeme nyaya zimekatika, kukaa na hizo nguzo, tutazisimamisha leo katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amina, maombi lakini, toa maelekezo. Wakati anarekebisha, anayerekebisha sio anayetengeneza, anayerekebisha amekatishwa tamaa wakati anarekebisha, wakati anarekebisha. Bwana asifiwe. Amina, amina. Nikisema mtengenezaji, mtengenezaji inawezekana ni Bwana. Yesu asifiwe. Warekebishaji Bwana asifiwe. Warekebishaji Bwana asifiwe. Maana yake kuna mtu ambaye Mungu amemsimamisha kwenye familia ili yale yaliyoharibika, yale ambayo yamekaa vibaya, ayarekebishe na akae sawasawa na Kristo anavyotaka. Wakati anafanya hivyo, akakutana na vitu akakutana na changamoto, changamoto zikamvunja moyo na sasa hasikii tena kuendelea na kurekebisha. Mpaka ule mstari wa kumi na moja naomba aliyepata na, na nisomee kwenye maiki hapo. Mrekebishaji aliyejeruhiwa au aliyeumizwa wakati anafanya wajibu wake wa kurekebisha ah. Tumsaidia soma katika jina la Yesu. Yeremia ishirini mstari wa saba ni maneno ambayo nyinyi mnafahamu, na huu wimbo pia tunauimbaga. Soma katika jina la Yesu, kwa kuwa neno la Bwana limekuwa Bwana limekuwa limefanywa kwa nini shutumu, shutumu kwangu na dhihaka mchana kutwa na dhihaka mchana kutwa Nami nikisema nami nikisema sita, sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake. Nami nikisema sitamtaja wala sitasema kwa jina lake, basi ndipo moyoni mwangu kumekuwa kama moto uwakao, basi ndani wangu ndani mwangu kumekuwa kama moto uwakao uliofungwa ndani ya mifupa yangu uliofustahimili wala siwezi kujizuia, wala siwezi kujizuia. Maana nimesikia mashtumu ya watu wengi. Nimesikia mashtumu ya watu wengi. Hofu zipo pande zote. Hofu ziko pande zote. Rafiki zangu wote wanaonivizia nisite usema. Rafiki zangu wote wanaonivizia nisite usema. Mshtaki, mshtaki. Nasi tutamshtaki. Nasi tutamshtaki. Zia kisasi kwake. Tutajilipishia kwa kisasi kwake. Lakini Bwana yu pamoja nani? Lakini Bwana, hiyo wanayoninenea watajikwaa, watajikwaa wala hawatashinda, wala hawatashinda. Watatahayarika. Watatahayarika. Kwa sababu hawakutenda kwa akili, kwa sababu hawakutenda kwa akili. Wataona aibu ya, ya milele ambayo haitasahaulika, haitasahuliwa kamwe amina. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumze kidogo habari ya Yeremia wale wanaofahamu. Wangapi wanataka utumishi kama wa Yeremia, utumishi uliotukuka? Sasi upige makofi na vigelegele. Bwana <laughs> ah, asifiwe. Wanaotaka kama Yeremia, narudia tena, wanaotaka kama Yeremia tupungiane hewani. Mungu akubariki sana. <laughs> mnafahamu Yeremia, naijulikane kwamba upo Mungu wa Elia, Bwana wa asifiwe. Wapendwa, tunataka kuwa, kuwa, kuwa eh, kama Yeremia eh? na tunaimbaga naijulikane Mungu wa nani? Alikusaidia kidogo, Yeremia mlango wa kwanza Mstari wa tisa na wa kumi. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Hizi habari zitakusaidia sana mrekebishaji na mtengenezaji, tunaweza tukaweka hivyo sawa, zinakusaidia sana soma. Katika jina la Yesu, Yeremia moja mstari wa tisa na wakumi, ndipo Bwana akaonyesha mkono wake, akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako Angalia, yeah, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme mm -hmm, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza mm, ili kujenga na kupanda Bwana asifiwe. hiyo watu wengi wanachukuliaga tu Yeremia, nimekuinua nimekuweka juu ya mataifa na juu ya nini, ili kufanyaje? Kung'oa na kufanyaje, na kupanda Bwana asifiwe. Hamjaelewaga, Yeremia aliinuliwa kipindi kigumu sana, kipindi ambacho taifa la Israeli limeharibika. Wasomaji wa bila najua sawa sawasawa. Aliinuliwa kipindi ambacho taifa la Israeli wanaabudu miungu. Ndio maana nasema kung'oa, unajua watu wanafikirigi kung'oa alikuwa anang'oa visiki. Hang'oi visiki, kuna mambo alikuwa anang'oa, nitakueleza alafu mtengenezaji au mrekebishaji utasaidika, sema amina. Yeremia alikuwa kuhani, alizaliwa katika familia ya kikuhani. akiwa anaendelea na wajibu wake wa kikuhani akaitwa kuwa nabii tena, nabii wa mataifa. Mungu atusaidie. Wakati ameitwa kama nabii, taifa linajiandaa kwenda utumwani kwa sababu ya uovu na dhambi walizozifanya, tunakubaliana sio? Bwana asifiwe. Wakati anajiandaa, wanajiandaa kuondoka, mfalme akiwa Yehoakimu na kipindi cha Sedekia ndio kipindi ambacho maneno haya anayatamka Yeremia. Mungu anapomwinua Yeremia anamwinua, alitabiri katika nyakati mbili. Bwana asifiwe alitabiri katika nyakati ya maandalizi ya kwenda Babeli. Mafundisho ya taifa la Israeli juu ya Mungu wao yameshaharibika, tamaduni za Wayahudi imeshaharibika, si unanielewa, wapendwa? Amina, amina. Alafu nitalinganisha na familia yako, kila kitu kimeharibika. Alafu anafika mahali Mungu anasema sikia, ngoja. Alitabiri wakati wa wafalme hao wawili, ndio wasema. Alitabiri pia wakati wa manabii wa uongo ukisoma kwenye Yeremia ishirini na tatu utaelewa. Kipindi hicho manabii wa uongo wamechukua nafasi kubwa katika taifa la Israeli. Alitabiri kipindi ambacho mataifa wamewazingira taifa wa la Israeli. Kuna wakati unakuta anakemea mataifa mengine, kuna kipindi unakuta anageuka kwa Waisraeli, kuna kipindi unakuta anageuka anatabiri habari ya ujio wa agano jipya. Bwana asifiwe. Tunaelewa na wapendwe, anafika mahali, wakati amenyanyuliwa sasa kutengeneza, ananyanyuliwa wakati anaambia ondoa mafundisho ya uongo katikati ya taifa la Israeli. Bwana asifiwe, lirudishe taifa katika hali iliyokuwa wakati anatimiza wajibu wake wa kurekebisha, ndio hii tunakuta kwenye ishirini. Sasa bwana asifiwe, wale wale anaotaka awasaidie mashutumu. Hebu sema mashutumu. Bwana asifiwe An, yuko kwenye mchakato wa kutimiza wajibu wake, anakuta wale wale anaowasaidia wanampiga mshale. Tumesoma kwenye nini? sintasema tena jina lake, ndipo moyoni mwangu kuna waka mo, kuna wa, kuna kuamo kama moto uwakao. Bwana asifiwe, amina amina. Na mimi leo nakuombea moto uwake ndani yako. Mungu amekunyanyua kwenye hiyo familia, acha huo moto uwake katika jina la Yesu. Kuna mtu anasikia Mwana, liari, anakuta. Unajua kuna warekebishaji wengine kina Danieli, kina warekebishaji wengine kina kina kina kina Ezekia, Ezekiel kina Ezekiel waliitwa ni watoto ngoa bomoa haribu, alafu naenda kapande Bwana Yesu kwenye ushirika uliotoka, ukitazama kabisa unaona hili kanisa haliendi kwa mfumo Kristo. Watu wa namna hiyo ile tu kutazama haitoshi, umeambiwa ambiwa huo upako kazi yake ni nini? Hata ukisikia kuacha, kuna watu watanyanyuka, watakwambia twende. Kuna watu wako hapa hawajui wamefikafikaje. Bwana asifiwe. Hata nikikuuliza umefika fikaje kwenye kongamano, huna maelezo ya kutosha. Yeremia akifika mahali acha, so, yanajisemea mwenyewe. Usimkimbie Mungu kwenye maisha yako bali mkimbilie Mungu. Bwana asifiwe! Hata kama unapita kwenye mazingira magumu, usimkimbie Mungu, mkimbilie Mungu aliye hai. Mwandishi wa Zaburi anasema Mungu kwetu wakati si... wa mateso. Sikiliza, wakati tunatengeneza, tunarekebisha yaliyoharibika, kuna saa zingine tutarushiwa mishale kuna saa zingine tutasemwa vibaya, kuna saa zingine tutateleza, tutaanguka. Tusimkimbie mungu aliye hai, tumkimbilie mungu aliye hai na mperekebishaji. Usione kwamba upeleka hapo kwa ajili ya upeleka hapo kwa ajili ya kurekebisha, sio kukimbia matatizo. Bwana Bwana asifiwe.